Msanii wa muziki wa kizazi kipya Diamond Platinumz, mkurugenzi mtendaji wa shirika la muziki pamoja na habari WCB Wasafi Classic, ameweza kutajwa na jarida kubwa akipongezwa kwa kile ambacho amekifanya katika serikali yetu ya Tanzania. Sasa ngoja nikusomee gazeti hilo jinsi lilivyokuwa limechapisha habari hizi zikimwangalia Diamond Platinumz kwa kuisifia serikali ya Tanzania. Kwa hiyo gazeti hili ni kubwa usilichukulie poa ndugu mtazamaji wetu mwanzo hadi mwisho katika hili gazeti ambalo liko limeandikwa katika lugha ya Kiingereza lakini mimi nitakuletea katika lugha ya Kiswahili fasa, ili uweze kusikia kile ambacho aliweza kutajwa Diamond Platinumz katika gazeti hili baada ya kuisifia serikali ya Tanzania. Kwanza title ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo katika gazeti hili: Diamond Platinumz apongeza serikali kwa msaada wake. Gazeti hili limeandikwa na Grace Mkojera ambapo ilikuwa nasema kama ifuatavyo: msanii maarufu wa muziki wa Tanzania Nasibu Abdul ama Damon Platnumz anayefahamika zaidi kwa jina hilo ameisifu serikali kwa kuunda mazingira bora ya uwekezaji yanayoendeshwa na kuendelezwa kwa wasanii wa ndani kupitia ushirikiano wa kimkakati wa kibiashara. Kauli yake hiyo alitoa wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika jijini Dar es Salaam kufuatia tangazo la Pepsi Tanzania SBC la kuendeleza ushirikiano wao na nyota huyo kwa mwaka wa saba mfululizo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Diamond Platnumz aonyesha shukrani kwa jukwaa lililotolewa na serikali ambalo limewezesha kampuni za kimataifa kwa Pepsi kushirikiana na vipaji vya Tanzania. Ninapongeza serikali kwa kuweka miundombinu inayowezesha mashirikiano kama haya kutokea, bila hiyo fursa kama hizi zingebaki kuwa ndoto, alisema Diamond Platnumz. Alisisitiza kuwa kutambulishwa na kuwekeza katika wasanii wa ndani ni jambo kubwa linaloleta mabadiliko katika mtazamo, ili kuimarisha ukuaji wa sekta na kuvutia kimataifa. Ni swala la fahari ya kitaifa kuona wasanii wa kitanzania wakichaguliwa kuwa nyota wa kimataifa. Hapo awali tuliona nyuso za kigeni tu kwenye mabango leo hii ni sura zetu, hadithi zetu. Hii ina maana kubwa kwetu, kwa wasanii, wataalamu na vyombo vya habari na kama taifa kwa ujumla. Tumefanya kazi kwa bidii kuinua baadhi ya tasnia yetu. Diamond Platnumz aliongeza kwa kusema hivyo akizungumzia ushirikiano wake wa muda mrefu na Pepsi ulioanza mwaka 2018. Diamond Platnumz alisema kuwa ushirikiano huo umesaidia pande zote mbili kukua. Safari yangu na Pepsi imejaa mafanikio na imenisaidia ime ime kukuza chapa yangu binafsi na pia kuongeza mwonekano wa Pepsi na sehemu yao ya soko, imeleta mafanikio kwa wote, alisema Diamond Platnumz. Meneja masoko wa SBC Tanzania Jasper Maston alieleza kwamba kwa nini Diamond Platinums bado ni uso wa chapa ya Pepsi nchini. Diamond Platinums anawakilisha kila kitu ambacho Pepsi inasimamia, ujasiri, ubunifu na hisia, uhalisia na ubunifu wake, shauku na uhusiano wa kina na mashabiki wake unaendana na maadili ya chapa yetu, alisema Maston. Maston alieleza kuwa ushirikiano huu mpya utamshirikisha Diamond Platnumz katika kampeni mbalimbali mbali, kama vile matangazo, matamasha ya muziki na miradi ya mitandao ya kijamii, kama vile tamasha maarufu la Wasafi Festival. Tunamshukuru Diamond Platnumz kwa kuwa sehemu muhimu ya safari yetu, ushawishi wake na uhusiano wake na watu wa Tanzania unatutia moyo kuendelea kuvumbua na kuleta matukio ya kipekee yanayo yasiyosahaulika. Maston alihitimisha. Ushirikiano huu mpya ushawishi wa Diamond Platinumz unaoendelea bali pia unashiria muungano na unaokuwa kati ya burudani na biashara nchini Tanzania, huku hadithi za ndani zikiendelea kuunda mitazamo mipya. Hivyo ndivyo gazeti hili ambalo ni kubwa zaidi huko liliweza kuchapisha habari hizi kumhusu Diamond Platinumz akisifia serikali ya Tanzania pamoja na ushirikano wake ye pamoja na chapa yake ya Pepsi. Hapa ni Blue House Dax Media, mimi ni Dr. Alexander Scott Rizzi.